Aa, na nimuite mheshimiwa Profesa Patrick Alois Ndakidemi mbunge wa Moshi Vijijini aulize hilo swali. Nakushukuru mheshimiwa, mheshimiwa mwenyekiti, sasa naomba nipate majibu ya swali langu namba 480 kutoka serikalini. Mheshimiwa na e, waziri mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, Serikali inaendelea na jitihada mbalimbali za kuongeza mapato ya ndani ili kuhakikisha kuwa sehemu kubwa ya bajeti inagharimiwa kwa kutumia mapato ya ndani. Aidha, kwa kutambua umuhimu wa mahitaji ya kibajeti ikiwemo ugharamiaji wa miradi ya maendeleo Serikali itaendelea kuvutia ushiriki wa sekta binafsi katika ugharamiaji wa miradi ya maendeleo kwa kutumia njia mbadala ikiwemo ubia kati ya sekta ya umma pamoja na sekta binafsi. Hii itasaidia kuipunguzia serikali mzigo wa kukopa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kupunguza utegemezi wa kibajeti kutoka kwa washirika wa maendeleo. Mheshimiwa Profesa Patrick Ndakidemi. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Nianze kwa kumuuliza Mheshimiwa Waziri, ni kwa kiasi gani amri za kimamlaka executive orders alizotoa Rais Trump wa Marekani kusitisha misaada katika nchi yetu imeathiri miradi iliyokuwa inaendelea hapa nchini. Na swali la pili, e, tunajua maendeleo ya nchi yetu yako mikononi mwetu sisi wa Tanzania na si vinginevyo, si kwa wageni Je, ni kwa kiasi gani nchi yetu imejipanga kutumia rasilimali zetu za asili ambazo zina utajiri mkubwa kukabiliana na mkwamo huu ambao unaendelea kujitokeza? Ah, majibu mheshimiwa waziri ah, wa fedha. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nimpongeze mheshimiwa mbunge kwa maswali mazuri aliyoyauliza, maswali ya kiprofesa kabisa.